Na mkaribu tena, bado tupo katika maombolezo mazito kwa kuondokewa na kiongozi e, shupavu kabisa hayati e, Raila Odinga na leo ndio e, siku ambayo anapewa heshima yake ya mwisho kuweza kuagwa e, na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi kutokea huko nchini Kenya kuungana kwa pamoja katika kuaga mwili wa marehemu hayati Raila Odinga. Na hapa tayari kama unavyoona mm, amewekwa rasmi katika eneo ambalo kila mmoja atapita kwa ajili ya kuweza kutoa heshima zake za mwisho kuweza kumwaga hayati Raila Odinga e, siku ya leo huko nchini Kenya katika viunga vya bunge hmm, hapa kama unavyoona Rais Ruto akitoa heshima yake ya mwisho kuweza e, kumuaga Raila Odinga siku ya leo huko e, nchini Kenya, e, kama alivyokuambia kwamba mwili huu wa marehemu Raila Odinga unaagwa katika viunga vya bunge. Watu mbalimbali wamejitokeza, viongozi mashuhuri e, ambao wameweza kuungana kwa pamoja na ndugu wa karibu wa Raila Odinga kwa ajili ya kuweza kutoa heshima za mwisho e, siku ya leo. Hivi ndivyo ambavyo heshima e, inawekwa mm, kama unavyoona hapa e, ndugu yetu e, baba yetu Raila Odinga akipewa salamu zake za mwisho e, kwa ajili ya kuweza kuagwa mm, na ndugu jamaa, marafiki, viongozi wa nchi e, raia mbalimbali ambao nao pia wameweza E, kujitokeza siku ya leo katika tukio hili kubwa la kuweza e, kuaga mwili wake kwa ajili ya kuweza kuandaliwa kuenda kuzikwa mm, siku ya Jumapili na niwakumbushe tu kwamba marehemu Raila Odinga aliweka wazi kwamba andapo atafariki, basi yasizidi masaa sabini na mbili awe tayari ameshazikwa mm, na hapa tayari e, viongozi wanatoa heshima za mwisho. E, kama unavyomwona hapa Mheshimiwa Rais Ruto e, rais wa nchini Kenya ambaye pia na yeye ameweza e, kushiriki katika kuwaga mwili wa marehemu hayati Raila Odinga. Huyu hapa ndiye uh, Raila Odinga ambaye aliweza kufikwa na umauti akiwa huko e, nchini India akipatiwa matibabu na ghafla mm, mshtuko wa moyo ambao ndio uliweza kusababisha kifo chake kwa taarifa za madaktari bingwa ambao waliweza kutoa e, tamko rasmi kwamba kifo cha kiongozi Raila Odinga kimesababishwa na mshtuko wa moyo. Hizi e, ni taarifa ambazo zipo kwa sasa, chanzo cha kifo cha kiongozi huyo Raila Odinga tayari. A, ibada ya kuombea mwili wa marehemu e, imefanyika rasmi mm, na tayari ndugu jamaa, marafiki ambao waliweza kuhudhuria katika ibada hiyo ya kuweza eh, kuombea mwili wa marehemu tayari kwa kwenda kuhifadhiwa kwa ajili ya kuweza kufanyika kwa mazishi siku ya Jumapili mm, kama unavyoona hapa, viongozi mbalimbali wakitoa heshima za mwisho eh, katika viunga vya bunge huko nchini Kenya. Hebu tushuhudie kile ambacho kinaendelea kwa sasa huko nchini Kenya katika kuwaga mwili wa marehemu hayati Raila Odinga eh, huko nchini Kenya muda huu ambao kwa sasa E, watu mbalimbali pamoja na viongozi wakiwa wanauaga mwili huo, hebu tushuhudie hapa kile ambacho kinaendelea huko nchini Kenya, e, tushuhudie hapa <muchilis>